Na nimemsikia mkwe wa rais Mchengero anasema sisi tutakuwa tayari kulinda nchi hii kwa gharama ya damu. Mchengero, hii nchi sio ya mama yako, ni ya kwetu sote. Hauna uwezo wa kulinda nchi hii kwa gharama za damu. Mnateka watu, mnapoteza watu, mnafanya hivyo kwa sababu nyie ni wabinafsi, mnapenda madaraka. Mtu ambaye sio mbinafsi akiona wananchi wa, wa mtaki atapisha kwenye madaraka, kwa sababu wananchi ndio wenye mamlaka. Mnang'ang'ania madaraka kwa sababu mkubaliki. Mnajipenda nyie kuliko mnavyopenda nchi. Watu wanaoweza kutoa maisha yao kwa ajili ya nchi ni watu wanaoipenda nchi kuliko wanavyojipenda, na wanapenda future ya watoto wao. Wewe unajipenda kwa sababu mko madarakani, mnafanya ufisadi, mnachukua mali za nchi, mnazitumia mnavyotaka, ndio maana mko tayari kumuumiza yoyote kwa sababu ya kulinda madaraka yenu.